Jumuiya pamoja na taasisi mbalimbali za kimataifa bado zinaendelea kuiandama serikali ya Tanzania kufuatia matukio mbalimbali yaliyotokea siku ya uchaguzi ya Oktoba 29 mwaka 2025. Baadhi ya matukio na madai mbalimbali ambayo yamekuwa yakizungumzwa ni pamoja na vifo, mauaji pamoja na uchomwaji wa rasilimali za umma pamoja na mali za watu binafsi. Katika taarifa iliyotolewa na maseneta wa Marekani Jim Risch na Shaheen, mwenyekiti na mjumbe mwandamizi wa kamati ya mahusiano ya nje ya Senati, wametoa taarifa kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni nchini Tanzania pamoja na matukio ya vifo. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na maseneta wa Marekani, wamesema kwamba siku ya Jumatano, Oktoba 29, Tanzania ilifanya uchaguzi uliokumbwa na ukandamizaji wa kisiasa unaofadhiliwa na serikali, utekaji na udanganyifu. Uchaguzi wa Tanzania uliamliwa muda mrefu kabla ya Oktoba 29. Kujibu uchaguzi huu usioaminika, Watanzania walijitokeza mitaani kuonesha kukero kwao na hasira zao. Kwa bahati mbaya, badala ya kusikiliza wito wa mageuzi na uwazi wa uchaguzi, mwitikio mzito wa usalama wa serikali ya Tanzania ulisababisha vifo vya mamia na kutekwa na kufungwa kwa wengine wengi. Tanzania imepitia kiwango kisicho cha kawaida cha vurugu wakati wa uchaguzi. Kufungwa kwa mtandao kulivuruga shughuli za biashara mawasiliano na kuwaacha raia wa Tanzania wametengwa. Chama tawala cha Tanzania kimeunda mazingira ya hofu ambayo inatilia mashaka usalama wa nchi na nchi jirani. Kwa miongo kadhaa, uhusiano kati ya Marekani na Tanzania umejengwa juu ya maadili ya pamoja ya kidemokrasia, usalama wa dunia, usawa wa kiuchumi na uwekezaji wa kimkakati. Kuendelea kwa Tanzania kupuuza utawala wa sheria, mageuzi na utawala bora kunahitaji kufanyike tathmini ya kweli ya uhusiano wa Marekani na Tanzania.